Qala almualifu rahimahullah wa rahima na jamia si malmufatiratu. Baada ya kusoma saumu, anasema vipi vinavyofunguza, yaani mtu akiwa amefunga, ni mambo gani yanayomfanywa saumu yake iharibike. Sasa shekha anasema mufatiratu lakini wengine wanaweza wakaandika mubtilatu. Sawa, ukiona mubtilatu au mufatiratu yote ni sawa. Eh, mubtilatu som au mufatiratu asom. Malmufatiratu ni mambo gani yanayoweza kukufutarisha, yani kukuondoa kwenye somo

hiya kullu ma yubtilu sauma. Unaona, karudi kwenye, karudi kwenye neno ya batala. Anasema ni kila kinachobatilisha saumu. Kubatilisha maanake ni kuharibu na kupata hasara, ni kila kitu kinachobatilisha saumu. Shekhe anasema wahiya thamani ya anasema vinavyoharibu saumu ni vitu vinane. Vitu vinane kwa mujibu wa shekhe wa kitabu hiki, anasema hivi vinaharibu saumu. anasema al-awwal, jambo la kwanza ambalo ukiwa umefunga na ukalifanya, saumu yako hesabu imeharibika. Duhulu shaiin ila ljaufi amdan, ni kuingiza kitu chochote ndani ya tumbo kwa makusudi, kitu chochote kitakachoingia kwenye tumbo kwa njia yoyote ile, basi ujue swaumu yako imeharibika. Dukhulu shay ni kuingia kitu chochote, ila ljaufi kuingia tumboni, amdan kwa kukusudia hasa hicho kitu kiingie. Ukifanya hivyo, ukaingiza kitu chochote, swaumu yako imeharibika. Asani anasema jambo la pili, attaqayu amdan, <tipika> ni kutapika kwa makusudi. Kutapika kwa makusudi, mtu akiwa amefunga kwa makusudi akajitapisha, ya swaumu yake imeharibika kwa hadithi ya Abu Huraira, kama sikusemi, man ghalabahu alqaiu falaisa alayhi alaihi qadhaau, mtu yoyote matapishi yakimshinda hana kulipa hiyo saumu. Wa man istaqaa fa alaihi qadhaau, na mtu yoyote atakayejitapisha basi saumu ya siku hiyo itakuwa imeharibika na atalazimika kulipa hiyo siku siku nyingine, Ramadhani ikiisha au kama ni sunna, sunna hailipwi, lakini ajue wazi kwamba siku hiyo mambo yake yameharibika. Na kujitapisha kuna sura nyingi tofauti. Kuna kujitapisha kwa kuingiza kidole kooni mpaka ukatapika, umejitapisha. Kuna kujitapisha kwa kunusa kitu ambacho wewe unajua kwamba nikinusa hiki kitu nitatapika, kwa makusudi ukaenda ukanusa ukatapika kwee, hapa utakuwa umefanya nini? Umejitapisha. Kwa hiyo kwa sura yoyote ya kujitapisha itakuwa imeharibu swaumu. Jambo la pili. Jambo la tatu, athalithu alhaibu, ili nawahusu wanawake, ni mwanamke kupata hedhi. Mwanamke akipata hedhi tu saumu so yake imeharibika, yaani afunge yeye asubuhi, kisha swali ya lasi magharibi bado dakika kumi na tano kwapo adhiniwe akapatwa na hedhi, saumu so yake ya siku ile imefanya nini? Eh, imeharibika Hawezi kusema ah, nimefunga muda wote. Ah, muda wote umefunga, na Mwenyezi Mungu atakulipa kwa huo muda, sio kwamba hawezi kukulipa, lakini somu ya siku hiyo imefanya nini? eh, somu ya siku hiyo imeharibika. Ara, jambo la nne ambalo linaharibu swaumu anifasu eh, ni nifasi. Nifasi ni damu inayotoka mwanamke baada ya kujifungua ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kujifungua. Haya ah, mambo mawili haya yanawahusu wanawake. Alhamisu, jambo la tano inzalul manii ya, ya, nawawusu, ya mulatano, abdan. Jambo la tano ni kutokwa na manii kwa makusudi. Sawa, mtu atoke na manii kwa makusudi kwa makusudi, makusudi ziko nyingi. Kugusa, ukamgusa mkeo kwa matamanio na wewe umefunga, manii yakakutoka, saumu so imeharibika. Umemwangalia ume kwa kumtamani, manii yakakutoka, saumu imeharibika. Umejitekenya ume mwenyewe, manii yakakutoka, saumu imefanya nini? Eh, imeharibika Hamdan, manii atoke kwa makusudi, lakini akitoka bila kukusudia swaumu yaharibiki. Mtu amelala kakuta ana manii yamemtoka, swaumu yaharibiki. Au mtu alikuwa hana habari, anaona tu manii yamemtoka, ama tulivyozungumza juzi, watu wanaokula mirungi, watu wanaokula mirungi, manii anaweza akamtoka tu yeye mwenyewe hata habari hata habari hana. Sasa hii siyo amdan, hii siyo makusudi. Manii yanayotoka mtu kwa makusudi yanaharibu swaumu yake. Hilo ni jambo la tano. Sita, shekhe anasema aljimau amdan, eh, aljimau amdan ni kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani kwa makusudi, Sheikh Suleiman. Kwa hiyo jambo la sita aljimau amdan, ni kukutana kimwili mke na mume kwa makusudi, yaani kwa hiari yao wenyewe. Ndio amdan, kwa hiari yao wenyewe, lakini ikiwa ni mukuraha, akiwa ni mtu kalazimishwa, eh? Amekuja washenzi na silaha na nini, wewe wewe, unajifanya muslimu sana haya, tunaondoa uhai sasa hivi. Sasa sijui unaweza katikali eh, mukuraha umelazimisha, lakini abdan amdan kwa makusudi saumu. So na asabiu, jambo la saba linaloharibu saumu arida, arida tu sawa. So, mtu kuridadi, kuritadi ni kutoka kwenye dini sawa. So, yaani ulikuwa Mwislamu ukahamia dini nyingine, inaitwa ridda. Ukishafanya hivyo tu, saumu imefanya nini? Imeharibika. Sasa hata kama umeritadi nusu saa tena ukarudi tena kwenye Uislamu ile saumu ishafanya nini, eh? saumu ya siku hiyo ishaharibika. We siku hiyo saumu una arida, waliyadhu billah. Kuritadi kuna haribu saumu. Athaminu, ya nane Aljununu, mtu kupata wenda wa wazimu wakati huko katika swaumu. Mtu alikuwa mzima na afya yake, imefika mchana jioni akili yake imeharibika, swaumu yake inakuwa nayo imeharibika, kwa sababu manatu taklifi huwa la afya. Eh, sheria inazungumza na mtu mwenye akili timamu. Mtu ambaye akili zake zimevurugika sheria haimuelezi kitu, haimlazimishi kufunga, haimlazimishi kuswali, haimlazimishi chochote -cho. kwa sababu kamba hana akili eh, sisi waswahili wanaosuka kina mama anaitwa ukili, lakini natokana na neno akili ile kamba nauseka na inaitwa ukili, ile inatokana na neno akili. Akili ni kamba ambayo inakuzuia usiende sehemu yenye madhara na uende sehemu yenye manufaa. Sasa ikiwa mtu ameharibikiwa ame akili, sheria haimwambii kufanya chochote, na ndio maana sheria ya dini yetu sisi inalinda sana akili. Eh, yaani mtu time zote awe na akili zake tima la yataatwa, asitumie vitu ambavyo vinaharibu akili yake. eh, asitumie pombe, asitumie bange, asitumie madawa ya kulevya yote, hii ni kulinda akili hmm. Eh, madaktari wanasema afya ya hmm. Eh, hmm. afya ya akili sheria inakutaka akili yako iwe iwe timamu. Na hata mtu akifikia uzee kwamba hajui tena kitu, yaani mwanawe mwenyewe amjui, unakuja pale nakuuliza wewe nani? Eh, wewe mwanawe kabisa anakuuliza kwani wewe ndio nani? Hakujui. Sisi tumeelewana au amepewa chakula sasa. Mbona leo kutwa nzima mimi sijana? Huyu sio kama ni majununi ha? Kafikia ki, kiwango cha akili hawezi kutambua tena kitu. Sasa mtu akishafikia hatua kama hii, haambiwi tena kuswali wala haambiwi tena kufunga. Sheria hapa zinafanya nini? Zimekatika, zimekoma kwake. Sisi tunaelewa kwa hiyo mambo manane haya aliyoyataja shekhe yanaharibu saumu ya mtu. Tutarudia tena haraka haraka, anasema kwenye jawabu hapo, hii ya kullu ma yubtilu saumu, vinavyofungulisha ni kila kinachoharibu saumu wa hiya thamani ya nanayo na ni mambo manane, alawalu, jambo la kwanza, duhulu shay'in ila jawfi, abdan ni kuingiza kitu chochote ndani ya kiwiliwili chako kwa makusudi, si tumela ni sawasawa sawa, umeingiza chakula au jiwe au kitu ni lahu ju kitu ambacho kinashikika, ndio tukisema chochote kinachoingia. Na hewa vile vile inaingia hewa hewa, mfunguzi mtu eh, shay'un lahu jurmun, kitu kina umbile, kinaweza unaweza ukakishika hivi, kikiingia kwenye, kwenye tumbo, swaumu yako imeharibika, lakini sio hewa sio moshi, sio vumbi. Yaani kama mtu ni mfugaji, yeye anaswaga ng'ombe Mso, au mbuzi au ngamia, mswagaji anakuwa yuko nyuma au imbele, sawa, vile anavyotembea, wale wana wanatimua vumbi wale wana. Sasa vumbi lingine linamuingia yeye, sasa hapa sio amuda, huyu akuingiza hili vumbi kwa kusudi, sawa ni mazingira ya kazi au pale anapopita, au unaweza kuwa wewe kwenye gari umepanda gari, gari iko wazi, umepanda roli, umepanda pickup, umepanda hivi gari, huko nyuma iko wazi, au inaweza kuwa ni basi, lakini haijafungwa vioo, haina isi ndani. Mkapita njia ya vumbi, kuna vumbi tim tim, mpaka ukifika kule unakoenda kufika, macho, ndevu kichwa vyote vimejaa vumbi. Bila shaka na vumbi utakuwa umejifuta kupitia pua au mdomo, umeingia ndani. Hasa hiyo, hatuwezi kusema umefungua, kwa sababu hii sio kusudi. Hii sio kusudi ni tofauti na mtu aliyekusudia kwamba mimi nakwenda kwenye vumbi pale, hana kazi napo, wala kafika pale kwenye vumbi akafungua mdomo ili vumbi vumbi liingie. <laughs> Huyu asomu wake itaharibika, si tunaelewa huyu soumu wake itaharibika. Lakini mtu amepita kwenye moshi, kwenye moshi kapita, au ni mama anapika na kuni kule, mikono moshi umetimka tinti, huyu hajafungua kwa sababu sio amda, hajafanya kusudi. sawa au mtu anatawadha, ameweka maji mdomoni, anataka kutema hivi mengine yakaporochoka, hafungui kwa sababu sio sio makusudi kaidi. Sheka, sheka, kaidia amdan kwa makusudi. Sasa wewe kama umekwenda pale, unachukuchua ili kuna kiu sana koja mengine mengine niyasogeze, wewe umefanya kusudi Ukinywa kwa makusudi utakuwa umekunywa kwani, na saumu yako imeharibika. si tumeelewana eh? hata kina mama wana wanaonja futari, wanaonja chumvi, sukari, wanaweka hapa mdomoni, alafu wanatema. si tumeelewana hii? hatuwezi kusema amefungua. Sawa, sasa Kuingia kitu kwenye kwenye tumbo kuna njia nyingi sawa. Eh, kuna watu dawa zao ni kuinama, e? dawa inapita kwa njia kwa haja ya nyuma, dawa ya maji imeingia tumboni, imeharibu swaumu yako, imeharibu So, yeah. Wengine kipimo cha homa, homa kama kali sana, mwingine anawekea kipimo hapa kwenye haja kubwa, ili apimwe homa. Sasa pale kaingiza kitu kwenye la kile ni kipimo hakuna, hakuna kitu kinachobaki pale, lakini wanazoona matilafiana. Wapo wanaona kwamba chochote ukiingiza hata kwenye njia ya haja kubwa jiwe kiwe, kiwe kipimo kiwe lini umefungua saumu imeharibika, au umeingiza pamba kama madhehebu ya Malikia na napaba nyingine nadaki kunje, anasema swaumu imeharibika. Sheikhul Islam Ibn Taimiya anasema kuingiza kitu kwenye njia ya haja kubwa, kitu sio sio majimani hayiitu umekula, hayiitu umekula kwa mfano, kama kipimo cha homa au mtu anabawasiri ameweka dawa hii haitwi kula, hii haitwi eh, haitwi kama, haina hukumu ya kula. Lakini mtu aki <tihumatikasana> na afirisi maswali, mtu kama ata atawekewa drip dripu hiyo hii imtosheleze na kula na kunywa, huyu atakuwa ameharibu swaumu yake yani. haya masala ya drip hayakuwepo wakati wa Mtume, wala wakati masahaba, wala wakati wakina imam Shafi, haya kuwepo haya ni maswala ya haditha, ni maswala ya sasa hivi. Sijui, ukitaka kujua hukumu ya masala haya utamwangalia ibn Bazi, ibn Uthaimin, al-Albani. Na hawa wamekuta hivi vitu, inaitwa inaitwa drip au sindano. Sasa sindano drip ambayo ni niaba ya chakula inabeba hukumu ya kula au kunywa, lakini sindano yoyote na drip yoyote ambayo sio niaba ya chakula haibebi hukumu ya chakula. Kwa hiyo je, mchana wa Ramadhani mtu anaweza akachoma sindano ya maumivu? Anaweza akachoma sindano ya maumivu na saumu yake iko safi Anaweza akachoma sindano ya UTI, anaweza akachoma sindano ya UTI na saumu yake iko safi. Anaweza akachoma sindano si ya typhoid na anaweza akachoma sindano ya malaria na anaweza kuchoma sindano ya allergy, na hivi vyote havibebi hukumu ya chakula wala kinywaji. Si tumeelewa eh? Athani ya pili, atakayuu amdan ni kujitapisha kwa makusudi, kujitapisha kwa makusudi. Mtu akijitapisha kwa makusudi ili hali amefunga, ajue wazi kwamba swaumu yake imeharibika. Athalithu ya tatu, alhaidhu ni mwanamke kupata hedhi. Arabio ya nne, anifasi ni mwanamke kupata nifasi. Hizi damu zote mbili zikimtokea mwanamke, moja ya damu hizo ajue saumu yake imeharibika. Alhamisu ya tano inzalu lmanii abdan ni kutoa manii kwa makusudi, yaani mtu akusudie kutoa manii, kaenda chooni katoa manii kule kwa makusudi, saumu yake imeharibika. Amemshika mkewe kwa matamanio, manii akatoka, ya saumu yake imeharibika. Amemtazama mtu kwa matamanio manii akamtoka, saumu yake akafanya nini? Imeharibika. Yote hii inaonyesha kuwa kusudi. Asadisu ya sita, aljimau amdan ni kukutana kimwili kwa makusudi. Aljimau amdan ni kukutana kimwili kwa makusudi eh itakuwa imeharibu saumu asabiu, um, kinachoharibu saumu cha, si, cha saba arindatu, ni mtu kuritadi kutoka katika Uislamu. Mtu hata kama alikuwa amafunga, lakini karitadi, katoka kwenye Uislamu, saumu yake imebatilika. Athaminu, um, ya nane, aljununu, ni mtu kupata uenda wazimu, wal iyadhu billah. Mtu akipata wenda azimu mchana wa saumu, saumu yake itakuwa imeharibika. Kwa hiyo hayo mambo nane ndo aliyotuorodheshea shehe wetu. Mambo yanaweza kuwa yako mengi, yapo yanayobatilisha na yapo yanayoondoa malipo e, yapo yanayobatilisha kama haya na yapo yanayopunguza na kuondoa malipo e, kama vile mtu kusema uongo wakati yamefunga, kudhulumu wakati yamefunga, kuchonganisha watu wakati ya, hivi vinapunguza malipo ya swaumu, napunguza malipo ya